Ae, aanaambiwa ule binti, alipofika pale, anakuta sasa vitu vingi vimeshauzwa na uyu bwana ote, akatoa pesa nyingi sana. Pe, atoe pesa kidogo tu, lakini binti alitoa pesa nyingi kuzidi. Sasa ndo tunaona ameamua kwenda sehemu fulani, mahala ambapo yeye mwenyewe basi anaweza akapata tiba ya hisia zake, akaingia na anakumbuka jinsi ambavyo alikuwa kikiongoza kikosi chake, eh, vijana wake au basi mabinti ambao basi walikuwa katika jeshi lake la Anasema sikutarajia mwisho wangu utakuwa namna hii, yani inaishilia kucheza kichombo hichi, wanakiita zita, na alikuwa ni mtoa burudani wa aina yake. Ndani ya e, kila usiku ulikuwa ni usiku wa starehe. Watu wengi mashuhuri walipata nafasi e, ya kutazama namna ambavyo binti ananyumbulika na mengi hakika yalimfanya ajisikie kama yuko nyumbani. Sasa anasema maisha yangu yameishilia, na hakika kumbe basi nikikaa katika mipango ya wengine na kuwa naishi kwa niaba yao, au, au kwa ajili yao. Anakumbuka vitu vingi sana, anasema hivi, mimi kweli, yani leo nimeishilia namna hii. Anasema sasa basi, huu ndio wakati wangu, nianze kufanya maamuzi yangu mimi mwenyewe ya. Na anamshukuru sana Master Fu Hongxue kwa kile alichomsaidia kukifanya, lakini cha ajabu tunamuona anaelekea ndani ya maji. Hii ni sawa na kusema amechagua njia yake. Kwamba kifo chake kitakuwa cha mali kuliko akae hapo eh, akiwa hajui wapi pa kuelekea ya. yeye alichagua kwamba basi bora iwe na mali. Aliwakumbuka basi kina eh e, kina Shuan. kina Jin Mao, kina Chin She, kina Mao Lin Chin She Jin Chan wote hao walikuwa katika kundi lake. Anasema basi rafiki zangu, tutakutana katika maisha mengine, tawafata popote tutakapokutana, huko tutakapokutana sasa akiwa mule ndani akashangaa kuona mtu mwingine ndani ya hayo maji. Hiki kitu kikamshangaza sana, akaanza kujipata, hata yeye mwenyewe haelewi ni kina nani hawa waliotupwa huko ndani ya maji. Sasa nasema mbona kuna maiti nyingi sana, alafu hawa watu wote hawa wanaonekana kabisa wametokea mule ndani kwenye kasa. Hii ikaanza kumshangaza ni kama vile basi vile vitu ambavyo waliambiwa vimenunuliwa, pengine havikununuliwa, pengine pana kitu kilichofanyika pale, alafu watu wakatupwa kwenye maji, ndio sasa unaona maiti zinaelea. Yani baada ya muda tu ye kuingia mule ndani maiti zinaelea. Hii maana yake ni kwamba bado siku zake za kuishi ni nyingi e, bado Mungu anataka aendelee kuwepo kuwepo. Sasa angalia, ametoka humo kwa, kwa shauku sana e, akiwa anatafuta namna gani atawapata ndugu zake waweze kuongea awaambie alichokiona, lakini kumbuka hawamwamini tena, na wa walishamtamkia maneno magumu magumu eh, akisema sasa chuinong eh, mbona sasa nakaribia dikudondoka huko. Anakwenda ni mbali sana, ni safari ambayo anatakiwa awe na farasi, lakini sasa yeye anakimbia tu kwa miguu. Leo natoa shoutouts kwa mwana brother ambaye e, yuko kule Marekani anaitwa Kaka Vis. Moja kati ya watu wa nguvu kabisa ambao basi wao e, wanapenda kweli kufuatilia sinema zetu hizi na mara nyingi mara kwa mara yani e, lazima atakupigia simu, kuambia mzee, niko hapa na inji. Mambo ni mazuri. Napenda sana nikipata feedback za marafiki zetu na mashabiki kutokea mbali ambao basi licha ya kwamba wako mbali lakini bado wanatafuta namna ya kutoa pongezi e, na kuonesha basi wanatambua ule mchango na kile ambacho wote tunafanya. Haya, big up sana Kaka Vis kwa nguvu ambayo wanatupatia kila wakati ili tuweze kuendelea mbele. Sasa pana kama kama inaitwa convoy, e, ni kama basi mjumbe fulani anasafiri kuvuka hapo Central Plains. Eh, sasa baada ya kufika eneo fulani ni kawaida safari kisha kuwa ndefu, watu wanapumzika. Sasa mbele wakamwona kuna binti huko chini. Huyu ni nani? Binti ni kama alipata kiu, unajua jangwani kuna joto, kiu, vumbi. Eh, kafika mahali akazima kabisa. Sasa anafungua macho, lakini hata kufungua kwenye macho haoni sawa sawa. Mtu huyo anaonekana alivaa mavazi ya heshima yenye rangi fulani nyekundu. Lakini ni watu wa dhehebu fulani. Maana yake wana mpaka bendera zinazowawakilisha wanasafiri na ngamia. Watu wanaosafiri na ngamia, mtazamaji, katika sinema hizi zamani, maana yake ni kwamba ni wale watu wenye uwezo kwelikweli. E, eh, wakati huo uwezi kufananisha tu ngamia na farasi, yani farasi hawezi ya kufananishwa na ngamia, asabu mtu anaonekana yuko na power, ana mamlaka hiyo. Na unaona hata sehemu ambapo binti amepumzishwa ni sehemu fulani hivi ya kishua. Ay, ah, angalia sijui kasuku sijui tai ameleta ujumbe fulani pale, mwamba anaupitia anatazama hivi kwa umakini eh, kila kitu kiko tayari, tunapungukiwa kitu kidogo. Haya, kiongozi huyo akapewa heshima na watu wake ambao wamemzunguka. Ujumbe ulisema kila kitu kiko tayari, bali kuna kitu kidogo tu kimepungua. Kitu gani sasa? Lakini mtu huyo anapokuja kugeuka namna hii, tunaiona sura yake anakuwa anafanana na yule bosi Shao. Bosi Shao tulimwona kwenye machela muda wote akiwa anavutwa na kusukumwa ndani ya ile Nameless Pavilion tukaona lazima damu imwagike, sasa wamepanga, kumbe vitu fulani e, huyu jamaa tangu kitambo alikuwa anaua. Anakumbuka ujumbe mara ya kwanza aliyoupokea katika kinywa cha chai e, ujumbe ambao kumbe yaonesha e, bosi Shao alikuwa anaelewa kile anasema, kumbe basi aliyemuua Yunhua hakuwa Fu Hongxue isipokuwa alikuwa ni bosi Shao. Wanawambia wale watu sasa, hatimaa ile siku imewadia, tutachukua kila kitu ambacho tulikipoteza tulikipotezaaa, m kwa kuwa basi hapo tulipokaribia oh, ni pale tunapotaka kwenda. Mimi huwa yani kwa kutoka Demon Section nitarithi kila mkoma, na nitahakikisha kila mtu hawawezi kuendelea kutua kama sisi ss, lazima tuunganike tuwe wamoja. Basi watu pale mzee wakajibu nini kuamb Lazima tuwe wamoja. Lazima tuwe wamoja. Mm, I say. Kijana akiwa anatazama tazama na kukagua kagua e, kaburi ama basi kumbukizi ile iliyoachwa ya baba yake. Moyo wake bado ulikuwa unajawa na simanzi. Na simanzi na mimi bado nataka kuona nini kitatokea kwa maana tunachojua ni kwamba kuna kitu alipewa au aliwekewa katika su na. Basi kama aliwekewa kwenye su, labda muda ukifika, tutaona athari. Aliyefanya hivyo basi, tunaona ni makubwa. Sasa angalia, bosi shao anamtokea kwa mbele tena, akiwa amesimama vizuri tu na miguu yake. Binti alikuwa anatimua mbio, lakini hawezi kwenda popote. Mwamba anamuonesha hapa uweze kuchomoka. Kidogo anataka kugeuka namna hii kazunguka. Ni de wukong dou shi wo jiao de. Nimekufundisha kila aina ya mbinu unayoijua. nimijida meyokie wsema hay. Sasa sijui kwa nini unataka kufanya uamuzi kama wa. Kijana akasema lakini, kwa nini wewe dada? Kumbe basi adui yetu namba moja ilikuwa ni wewe kabisa, tena ulikuwa karibu na nini. Imekuwa vipi? Nilikuwa nimepigwa upofu siku hiyo, na sasa nataka niwajibike, ni mimi mwenyewe. Akamwambia unataka kujiwajibisha kwa namna gani? Unataka kwenda kusema kwamba mimi ndio mhusika, nimeua watu wote, au unataka kuniua mimi mwenyewe?

wewe ukutarajia kama makocha wangu. Ni mtu lagai lakini, mwisho wa siku nataka nikwambie atakuja kukuingiza kwenye shida. Mimi mjomba wangu alimwona lakini akujua kama ameingia kwenye mtego wake. Sasa katika vita zilizopita kochana alibadilika sana na kila kitu Inaonekana siku moja palikuwa na jambo hivi, kama watu wengi sana walikuwa wanajaribu kutoka pahali ambapo basi kuna lango fulani hivi ambalo linawazuia, askari wamesimama na panga zao hapo pia. Hee, na mama yake alikuwa kwenye, alikuwa e kwa hiyo basi baba yake na inaonesha alilifuta lile dhehebu kwa kuhakikisha kila mmoja katika lile dhehebu anauawa. Aliwateketeza wote, akamuua kaka yake kwa kufikia ambao ni na sasa unaweza kuona huyu ni mmoja wao. Kwa jiu... Alitaka wewe umpende binti yake ili wewe karibu na kama basi si binti yake kulia kwamba ili wewe uwe karibu naye, nataka nikuambia hata na wewe pia ungekuwa unaelea kama maiti katika lile ziwa. Lile ziwa wanalita Jian, Jian Lake. Ziwa Jian. Sasa angalia. Baada ya binti kuletwa katika familia ya Ma Kongqun akiwa mdogo, o Ma Kongqun akasema, mimi Ma Kongqun, nimemleta binti yangu Ma Fangling, nataka wote mumwone. Anamwambia, binti yangu usiogope. Kila kitu kitakaa sawa kabisa ntarudi ntakupeleka nyumbani oh. Sawa baba, mi nataka kwenda na oh. Wewe usijali, wewe bado mdogo, nisikilize, sawa? Kimbia nyumbani haraka. Kalikuaga bado kadogo eh. Baba basi wanagana gana, mi sitaki kwenda baba, sitaki kwenda eh kinyo kana lile. Angalia mzee yuko pale, anatoa jicho anamtazama tu mtoto hiyo. Kwenda Lango taki... likafungwa. Amesimuliwa kila kitu. Kila kitu kuhusiana na uovu wa makosa. Anasema sasa sisi ndo wale tuliobakia, tuliosalia. Sisi ndo wale tuliobarikiwa Boya... na Mungu. Anasema nataka niwashukuru kwa kuniwezesha au kunisaidia mimi kuishi mpaka nimeishi kwa usalama kabisa. Wakati huo moto ulivyowashwa na jamaa, mimi nilitoroka, lakini nishapoteza vidole, ngozi ilikuwa mdogo kama kasisimizi. Nilisubiri siku tatu usiku na mchana yeah, kama kwenye tunu, na sasa basi nimeingia Kumbe kuna umuhimu hata mimi kuona ngoma, sababu hakika siwezi kutofautisha kati ya namna ambavyo ile jamaa anatuchukulia kama sisi ni binadamu au ni vitu tu vya kawaida. Kwa hiyo umejificha miaka yote hiyo jamaa eh? Miaka yote hiyo ulikuwa umejificha ukao nasubiri tu siku na wakati wa kufanya revenge eh. Bane shao anatokwa na machozi. Hii kitu kama imemuumiza sana, hivi kila akitafakari akifikiria, inaonekana imemuumiza sana. Umeona bana <tipa> hatimaye basi, alienda kutoa heshima kwa baba yake, lakini kumbuka baba yake alishafariki. Kwa hiyo basi, hapo kuna kama tu mabaki kama majivu <tipa> yanabebwa kawaida. <tipa> Sema hakika, baba, nimefikia hatua sasa ya mimi kufanya kisasi chako. Mm, ni singeweza bila mama, no. Anaishika ile silaha anasema, sasa nina upanga ambao umeniachia. Huo ndo urithi aliopewa na baba. Anasema mama amekuwa mkali sana kwangu, yani hata sijawahi kumuona hata siku moja akinichekea, na kitu pekee ambacho amekuwa akinikazania mimi ni kufanya tu kisasi, ni uwe maadui zetu wote. Anasema anasema hata acha kunilaani, lakini baba mimi hata simchukii mama. Kwa sababu nafahamu, amekuwa akiishi na maumivu miaka yote hiyo. Sasa inafikia wakati na mimi najiona kama sio binadamu. Yani, kama vile kwake mimi ni kitoweo. Anataka nijitokeze mbele za maadui kulipa tu kisasi. Sijui kama maisha yangu yanafaa kuendelea kuwa. Ghafla tu najikuta najisikia vibaya. Nimepata mwanamke ambaye ananiambia nisiishi hivyo kwa sababu ananipenda, ananijali maisha yangu, na yuko tayari kuondoka na mimi kwenda popote pale. Yuko tayari kuitoa maisha yake kwa ajili yangu yeah. Sasa baba, hivyo kilinganisha hayo maisha ambayo nimeishi kila siku ya kulipa visasi, kulipa visasi, unajua hata na mimi pia, na upande mwingine ambao natamani niishi maisha ya kawaida lakini hata hivyo, baba yake Ma Kongqun, yeye ni ukweli, ni mtoto wa adui yangu. Sasa baba, yani hii ni kwa ajili yako wewe tu, kwamba ndio maana anafanya hichi kisasi. Kwa maana nimeishi miaka yote ishirini hadi nafikia sasa hivi, imefikia sasa nataka tu kuishi maisha yangu ya kujitegemea. Jamaa akatoa upanga wake. Baada ya kutoa upanga wake, akamata nywele yake moja. Akakata nywele yake, macho yake yanaonekana kabisa ni mtu ambaye amejaa simanzi, alafu basi akaweka ile nywele. Unaona kuna kibakuli ndo kuna jivu la mwili wa babaye. Kwa mwili wa baba baba umekuwa krimeti. Eh, wenzetu wana namna. Wakati mwingine unaweza akamua, una krimeti. Linabaki shama. Nasema baba, mimi utaniwia radhi lakini nimeona kwamba siwezi kumua mkono. Kwa hiyo ladies and gentlemen, waweza kupata hilo eh, wazi wazi. Mama yake kumbe bwana yuko mbali akasikia. Kwa hiyo muda wote ulikuwa kumbe unaniongelea. Akasema mama anataka kuinuka hivi, mama yake anamwambia, utakaa. Hebu mwangalie baba yako vizuri. Umemwona baba yako hapo? Hebu mwangalie tena, afu niambie hicho kilicho unaongea ujinga. Hebu mwambie hicho ambacho, eti kwamba kesho utafunga ndoa, si utafanyeje? Halafu tena uko na mtoto wa adui yako adui. Hivi baba yako atakusamehe kweli? Hebu mwambie tena. Kusikia mama ana force kisasi, jamaa hataki kuisha. Yaani leo nimekulea miaka 20 yote lakini unafanya mambo ya ovyo kabisa. Anaanza kumpiga tandika na ule mjinga asa, leo umekunjwa kabisa eh. Aise, kumbe hivi vitu vinamuumiza huyu jamaa, wakati mwingine anasema fimbo au sijui tuseme adhabu hazisaidii. Wakati mwingine unaweza ukafanya moyo wa mtu ukakata tamaa, badala ya kupata kumpa moyo, mtu anakata tu tamaa, anaona da, sasa mimi kuna kingine ambacho naweza nikafanya, nikamshawishi kweli, huyu mtu azama tangu ni kuzaa Yani wewe mpaka umefika yani, mimi nakutuma alafu yani, unaenda unapotea kwa sababu ya mwanamke leo. Akamkamata mama yake, kisasi kitatuharibia wote, tena kitatumaliza mmoja baada ya sasa kwa nini tuendelee kuishi tu maisha kama hayo, kama ya kichaa? <tipan> Eh, baba hebu, eh, eh, eh, mwambie baba. Na wewe wewe, basi ambia hivi eh. Una unachoongea wewe? Baba yako ashatangulia miaka ishirini iliyopita, jinsi walivyomuua kikatili, alafu bado unaniambia vitu vya kipumbavu eh? We mshenzi. Anamwambia <tipan> <Adama>, anamwambia mama <tipan> Katika maisha kuna machaguzi mengi ya kimaisha y, yani ya kufanikiwa, basi nikusemeshe jambo moja, kwa nini tusichague tu njia nyingine? Akasema sasa nimeelewa, ni kwa sababu ya yule mwanamke. Yule mwanamke amesha kuloga wewe, amesha kufanyia madawa. Nasema hivi, namtaka mtoto wangu arudi tena hapa, ngoja nimfate huyo mwanamke.